Anapenda kusema siku zote furaha iko Msimbazi, huyu si mwingine ni John Mangia, kwa wale wote ambao tunamfuatilia miongoni mwa mashabiki wanaozungumzia mpira wa Tanzania na klabu yake ya Simba Sports. John uko sawa sawa? Niko vizuri, habari za asubuhi. Salama kabisa. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema wa kunyamsha kunipatia napunzi John. 5G 5G zimesimama eh na tunaelekea kwenye michezo inayofuatia, kwa maana koma ya kwamba mnacheza dhidi ya wana super Kurukumbi, Kagera Sugar wao wanacheza dhidi ya Dodoma Jiji kule visiwa visiwani Zanzibar, na ninyi mmetoa taarifa hapo jana mkisema mchezo huo ndio wa mwisho na weka umma kwenye mashaka, ni kwamba tarehe 25 mnaingia mitini. Mi naunga mkono msemaji wangu wa Simba mm. Jana kazungumza jana, naiona yeah. Tunaiunga mkono yeah. Sababu yeye ndo kasema, sababu yeye yei ndo iko jikoni

Ndio maana Simba kwenye kanuni hapo mechi kairisha nani kapanga nani kesho tunacheza juu ya kumi na nane msimamizi bodi ya liga ipo mechi zote lakini tunafahamu John ya kwamba eh, mama aliingilia kati kwenye hili kuhakikisha kuwa anatafuta suluhu ili kuelekea mchezo huo kuchezwa na mwakilishi wawakilishi upande wenu walikuwepo Tuseme ya kwamba walikataa eh, ombi la mama yetu mama Samia Suluhu Hassan kwenye wito ule ndio ah, ndo mana nakwambia hivi

cha ukoloni mpaka leo, tunakwenda wapi? Mimi si bingwa wa Champions League? Kaenda ikulu Misri, ajaenda kwanini? Mpia anaacha peke yake, si tunatoboa, si tubaki peke yake. Siasa na mpira wapi na wapi? Tunakwenda wapi? Tuarudi nyuma? Sisi ndio maana kuna media kaambia, mechi ya kesho ni ya mwisho. Joni, nagomea mchezo wa tarehe 25, ikiwa tuko katika uchunguzi kwa maana ya kwamba FIFA wako hapa amuoni ya kwamba eh, mtakwenda kuweka mambo wazi hapo mapema kwa sababu tarehe ishirini na tano imekaribia hii hapa. Wako tarehe, tarehe kapanga nani? pale tareh unamwona unamwona kalia au kasongo kesho tarehe ishirini na mbili. kombe nani? Shee tunakwenda wapi bwana? Basi turudishe nyuma. Kacha bodi ya ligi iendelee. Mguu tupo chama za muda wake. Kila mtu anajua e, ishirini e, na saba Juni. Watajuzuru wangapi? Mpira tunapeleka wapi mpira? e, e, mengi sana. Anaeshangilia Tano itawakumba sana, itawakumba kwa sababu gani? Niuze kwa sababu gani? Shafii kafungia kwa sababu gani? Shafi Dauda huu uzamini na mgombea mwenza ligi na uzamini na tim, timu nane, Shafii akafunga pia miaka mitano na, na Shafii ni mjumbe wa bodi wa, wa, wa TFF kapigwa na vilabu 48 mikoa yote, wakamfungia nani? Kasababisha upande wa pili mwenenembaa gsm

Asa huyo wapanda api kwa nafasi ya ngapi? Ukitatafuta ayumo, utamtafuta ayumo. Ndio hapo anasema, Simba mbovu kafika fainali ndosho. Na wao wamefurahishwa na maamuzi haya ya mchezo wa Kagera wa siku ya hapo. Kesho ni mchezo wa mwisho, si ndio? ligi ipo na kuisha ishirini na mbili

Na ata na... mtoto mdogo siku tisini miezi mitatu

tunaona juzi ni kila kitu ki, ki, sasa tufuate sheria sa, kumi na saba na kurudisha nyuma 8. Isaa ikitoka kikosi kumi na saba sheria kumi na saba tukifuata, watoboa sisi. Kuna timu kama nane nchi kama ishirini miaka ya nyuma tunawafunga. Sasa utawafunga wewe? Namibia, Gambia, ah, wewe, Angola, miaka hiyo tunawafunga hadi kumi. Utawafunga sasa hivi? Hawakamatiki, walikuwa ruru bana, wewe bana, kimakaratasi bana

kichwa cha mandazimu. Sisi ni miongoni mwa watu ambao unaunga mkono hili ambalo linaendelea hivi sasa, uchunguzi wa FIFA na ungependa ya kwamba labda sheria kali za kisheria zichukuliwe dhidi yetu, sababu kama kuna makosa watu azibu kulingana na makosa. Sisi wenyewe mbegu na kiza hakuna njia ya kupita Kumbe kuna shimo wana kuzama, ndio sisi takuzama shimoni ya, ya BMT ya, kuja nini baada ya watu kungatuka kwenye ngazi za uongozi wa wananchi walikutana na viongozi wa. Kanguta nani bana? Kanguta nani bana? Yeye ba mtaka kidao ndo kidao kaondoka. Kidao. Kidao yupo. Ah, karia kaondoka. Mtu anagombea hata usimpe na kaja anagombea tena karia au sikaria. Ah, kaondoka. Iko peke yake na. Yaani mtu ashikilia makali ni ngumu sana kashikia mpini. Kumtoa madawa kali ni ngumu, ufanye kazi kubwa sana

A eh, kwa neno lako la mwisho kwa mashabiki kuelekea katika mchezo unaofuatia, wana Simba kumi ninyi, mkisema ndio mchezo wa kufunga msimu. Mimi wasi mashabiki wa Simba Sports Club, sababu ni watu wa football, njooni KMC tujaze uwanja tu paa kumi na nane anaepinga apinge tu. Pekee msimu wa kwanza Tanzania. Ama goli kumi na tano kumi na sita jambo kumpongeza lakini. Aziz Ki chama je kufanya hivyo wala Pacome wala mzizi hakuna hakuna, akini katika rekodi yake msimu wa kwanza tu oi kumi na sita shilimu abimeheshimu sana. Shukrani sana John, asante.